yetu kwamba tuzungumzia e, mbinu za kudhibiti mwendo e, mwendo kasi barabarani mm. Tumezungumza mbinu kumi na moja tayari. Sasa, kwa kuanza, kwa wale ambao wanaingia sasa hivi kutusikiliza, e, mbinu ya kwanza ilikuwa ni alama za ukomo wa mwendo, lakini tuzungumzia e, askari waliolala au matuta barabarani, lakini tukazungumzia kuhusu drift mm. au mto wa kudhibiti mwendo mm. Baba za namba wanazijua sana hizo. Tukaenda kwenye meza meza ya kudhibiti mwendo. Tukaenda kwenye vikwazo vya barabarani road block e, eh, kizungu hicho eh. mm. -hmm. E, eh, vi, wa, vijinga wanajua hii eh. Lakini pia tukasema kudhibiti upana wa barabara, unaweka matuta pembeni barabara barabara inakuwa ndogo, napita mmoja mmoja, lazima apunguze mwendo. Tukaenda mbele, tukaenda kwenye dr dr eh mm. -hmm. mistari tetemeshi au meno ya dragon okay. aka rasta watu okay. wajua sana majina ya rasta yeah. naam Tukazungumzia kivuko cha wenda kwa miguu. Kiweka kivuko lazima tupunguze mwendo. Mm. Tukaenda mbele kusema kisiwa cha wavuka barabara. Ndapovuka barabara utaona katikati kuna hizi ni dual carriage way, double road. Mm. Katikati kuna sehemu ya kupumzika ili umalizie upande wa pili wa barabara. Tukaenda mbele zaidi, tukazungumzia kuhusu eh, roundabout au kiprefi maarufu sana. Eh, mzunguko wa barabara. Na tukaendelea tena tukasema barabara ya njia moja huwa inakuwa ni ni ni ni, ni, ni suluhisho. Mm na narudi tena narudia na mfano tena kwa sababu tutuishia hapa, barabara ya Taifa na barabara ya dono Samani, barabara ya jamaa yeah, au mkakwani na barabara ya Makoko. Barabara ile ni njia moja, ni one way, alafu ni single lane. Inatumika kuna lane na kuna way. Ile ni one way, gari zinaenda upande mmoja, lakini upande wa kushoto barabara ile ni parking, upande wa kulia ni njia kutumika na vivyo hivyo kwa barabara ya market Market Street ile ya kutumia mabenki pale, barabara ile upande wa kushoto ni parking, upande wa kulia inatumika. Kwa hiyo ni double road, njia ziko nne, lakini kila upande katika njia mbili, njia moja ni parking, njia moja ni ya kutumika. Ukiwa gari zimepaki, huwezi kukimbia, mtu akifungua mlango utaona mlango, mtu mtu akivuka bila bila kumuona. Kwa hiyo inakuwa ni njia, kwa sababu kwa sababu watu wafika pale, lazima ni kwa utaratibu unaofaa. Sasa tukitoka hapo, tunaenda katika eh, njia ya 12 ambayo ni maegesho maalum. Ukifika kwa kwa, kwa zitu kwa, mduru nadhani pale Korogwe, mm, unakutana na, na kituo cha cha traffic. Lazima pale utapunguza mwendo. Kwa nini? Unasimamishwa pale, unaojua unafanya hivi unafanya hivi, umeona eh? Kwa yale mambo ambayo wanafanya polisi maeneo yale, yanadhibiti mwendo kwa sababu watu wanaweza kupita pale na mwendo mkubwa. Ukifika maeneo yale, lazima wapunguze mwendo maana unakuelekea Korogwe na kwenye mteremko wa Kilole. Unaweza kupita pale mwendo mkubwa ufike Kilole kwenda kwa maafa. Kwa hiyo ile ni njia ya kudhibiti mwendo pia. Sio usumbufu kwa waenda kwa magari. E, ya tatu ya kumi na tatu ni alama zenye vifaa maalum. Alama ya kudhibiti mwendo ipo. Kwa mfano umekewa 30 eneo la shule au umekewa 50 kwenye makazi. Unaongezewa kifaa, unawekewa kamera. Speed ya rada inakuwa pale. Speed rada ikiwepo itarekodi mwendo wako. Lazima utapita pale kwa akili. Unaambiwa 50 utapita kwa 50 ili mwendo usirekodiwe kwa mwendo mkubwa zaidi. Na njia ya mwisho si kwa ubora katika mtiririko wetu ni njia za waenda kwa miguu. Ukiwa na barabara nzuri ya kisasa, safi, pana, lakini ukiweka pedestrian au sidewalk, njia za pembezoni za watu kupita waenda kwa miguu, lazima dereva atakuwa na akili ya ziada. Ataenda mwendo unaokuwa regulated kama ni speed ya 70, speed ya 50. Kwa nini? Watu wanatembea pembeni barabara, wanaweza wakaingia barabara wakati wowote. Watu wanaanza kwenye barabara wakaingia wakati wote. Kwa dereva anakuwa na mwendo unaotakiwa. Kwa hiyo njia hizi kumi na nne zilizozungumza hapo ndio njia zinazotumika sana duniani kudhibiti mwendo, japokuwa kuna njia nyingine pia ambazo sisi labda hatuzitumii au hatujaona umuhimu wake kuzitumia. Naomba kwa leo tuishie hapo. Kipindi kijacho tutakuja na jambo lingine kubwa zaidi, ili watu wapate elimu zaidi. Sisi ni kisima cha elimu hapa, na niwashu